ya Nishati, Mheshimiwa Khamis Yussuf Mussa, mbunge wa Kwahani, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Spika,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 Serikali imejipangaje katika kutoa elimu juu ya matumizi ya gesi katika magari visiwani Zanzibar? Na ushauri wangu ni kwamba mafunzo yatakapotolewa yawalenge hasa watumishi wa serikali pamoja na mawizara na mashirika, ili wao ndio wawe changamoto kubwa sana ya kuweza kushajihisha watumiaji wengine wa binafsi. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri.